itatunufaisha fi dunia wal akhira. Ikhwa katika iman, kabla hatujaanza risala yetu ambayo imeandaliwa au imekusudiwa kusomeshwa katika kipindi hiki cha asubuhi, ningependa kutoa utangulizi ufuatao. Jambo la kwanza, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala

na hili ndio jambo la mwanzo ambalo huhusiana wale wenye hofu ya Allah subhanahu wa Taala pale wanapokutana. Na tufahamu ndugu zangu, katika iman uchamungu ndio miftahu lkhairi ndio funguo za kheri, funguo za kheri fi dunia wal akhirah, duniani na akhera. Ni kama mtu atashikamana na uchamungu akawa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa Taala, Hakika huyu amejifungulia njia iliyokuwa nzuri katika kupata furaha katika maisha ya dunia, lakini pia akhera atakapokutana na Mola wake Jalla wa Ala. Na tufahamu kwamba sura iliyokuwa nzuri katika kupendana sisi ni kuhusiana kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana pakasemwa mallam yahtamu biakhiratika la yahtamu bika, mtu ambaye hajali kuhusu akhera yako, anaishi pamoja na wewe, anaamiliana pamoja na wewe, lakini hajali kuhusu akhera yako. Huyu hakujali, lau kama angekuwa na kujali basi, kama anavyojali maisha yako ya dunia, basi vilevile angetilia umuhimu kuhusu maisha yako ya akhera na kutilia umuhimu katika maisha ya akhera kwa mwenzio ni kumuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumweka katika njia ya sawa pale anapotoka katika mstari wa sawa, kumkumbusha kuswali, kujipamba na tabia njema, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi alehi wasallama. Yote haya yanaingia katika kumpendelea ya kheri ndugu yako katika imani, na huu ndio ukweli wa mahabba, na huu ndio ukweli wa kupendana na walioandaa liqaa hii au semina hii bila shaka wameweka wazi na kuonyesha mapenzi yao juu yenu nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu katika kuwakusanya katika sehemu kama hii kwa ajili ya kuwanasihi na kuwakumbusha kuhusu akhira yenu. Haya ni mapenzi makubwa sana. inda Allahi tabaraka wa taala, mara nyingi watu wanahusiana kuhusu biashara kuhusu masomo ya kidunia lakini katika masala ya akhirah ni wachache sana katika watu ambao wanakumbushana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Alkhalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, siku moja alimwambia rafiki yake swahiba wake, idha raaitani qad dhalaltu tariqa, anamwambia ikiwa utaniona nimepotea njia anampa nasaha swaiba wake. Siku moja ukiniona nimepotea njia, nimeacha njia ya sawa, nikawa sitekelezi mambo ya wajib au na, nikawa nafanya mambo ya haramu, akamwambia fa khudh bi majami'i thiyabi, basi nakuomba unishike unikusanye nguo zangu, wa huzzani hazzan, anifa na unitikise mtisiko wa kweli kweli.

Lakini vile vile jambo la pili ni kuhusieni kuhusiana na kutakasa nia zetu kwa Allah subhanahu wataala, na tufahamu kwamba haya tunaoyafanya yawe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, isiwe kwa ajili ya kutafuta sura miongoni mwa sura za maisha ya dunia. Unaposoma ukatakasa nia ya yako kwa Allah subhanahu wa taala, basi hii ni alama katika alama za kheri, Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridi llahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, kwamba yule ambaye Allah anamtakia kheri, basi humpa ufahamu katika dini hii. Kheri hii inapatikana katika kwanza kujifunza hiyo elimu, lakini pili katika kuifanyia kazi. Na aliposema Mtume alaihi wa salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mwenye kufuata njia hali ya kuwa ni mwenye kutafuta katika njia hiyo, ni mwenye kutafuta elimu sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, akasema Allah subhanahu wa taala atamfanyia wepesi mtu huyu njia yake ya kwenda peponi. Akasema alalamatu lfauzani rahimah Allah, kwa nini mtu akisoma elimu ya dini njia ya kwenda peponi inakuwa ni rahisi? Akasema hafidhahu llahu taala kwa sababu kupitia elimu ndio anasimama matendo mema. Inapopatikana elimu ndiyo sababu ya kupatikana matendo mema, na matendo mema ndiyo sababu ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala.